Wakristu wapendwa, karibuni Pallotti Ministries tukiwaletea tafakari ya Dominika ya tatu ya Kwaresma mwaka mwakache. Masomo ya leo yanatualika kutubu na kubadilika. Somo la kwanza kutoka kitabu cha Kutoka, tunaona Mungu akijifunua kwa Musa. Somo la pili kutoka waraka wa kwanza wa Mtakatifu Paulo kwa Korintho linaonya dhidi ya kudharau maisha ya kiroho. Katika Injili Yesu anatualika tuache dhambi na kutubu. Masomo haya yanatukumbusha kuwa kipindi cha Kwaresma ni fursa ya kipekee ya kukua upya katika maisha ya Kikristo, kujitafakari na kuamini katika huruma na msamaha wa Mungu. Somo la kwanza linaonyesha Musa Akikutana na Mungu katika kichaka kinachowaka moto. Mungu anajifunua kama mimi ndimi niliye, akionyesha kuwa yeye ni Mungu wa milele, aliye hapa kila wakati na mwaminifu. Kisha anamwita Musa waongozi wa Israeli kutoka utumwani Misri. Kama wana wa Israeli, tunaweza kuwa watumwa si kwa Wamisri bali kwa dhambi ubinafsi na chuki. Lakini zaidi ya hayo, Mungu anajua udhaifu wetu na migogano yetu. Ndiyo sababu yeye ni mvumilivu kwetu daima, na hajawahi kufunga masikio yake kwa wale wanaolia wakitaka msaada na huruma yake. Kipindi hiki cha Kwaresma ni wakati wetu wa kichaka kinachowaka moto, wakati ambapo Mungu anatuita tuache Chochote kinachotufanya watumwa na kutembea kuelekea utakatifu. Katika somo la pili, Paulo anakumbusha jinsi wana wa Israeli licha ya kushuhudia miujiza ya Mungu walitumbukia katika dhambi kupitia ibada ya sanamu na kutotii. Udhaifu wao ni onyo kwetu tusichukulie neema ya Mungu kuwa kitu rahisi. Inatupasa kutafakari mioyo yetu ili tuepuke kudharau neema na tumtengemee Mungu zaidi. Katika Injili tunaona watu wakimweleza Yesu kuhusu tukio la kusikitisha la kuchinjwa kwa Wagalilaya na Pilato. Yesu anajibu kwa kuwauliza kama wale walioadhirika walikuwa watenda dhambi zaidi ya wengine. Kisha analeta janga jingine, kuanguka kwa mnara uko Siloamu, ambapo watu kumi na nane waliuawa. Anawaonya akisema, msipotubu ninyi nyote mtaangamia vivyo hivyo. Hii inatufundisha kuwa mateso si matokeo ya moja kwa moja ya dhambi. Badala ya kulaumu waadhiriwa, Yesu anahamishia mtazamo kwenye mabadiliko ya kibinafsi anatukumbusha kuwa maisha hayana uhakika na lazima tuwe tayari kila wakati kwa kumgeukia Mungu. Mfano wa mti usiozaa matunda tunaosikia katika injili hii unaonyesha uvumilivu wa Mungu. Kama yule mkulima, Mungu hakati tamaa hata mara moja, anaendelea kutupa wakati wa ziada neema na fursa za kutubu na kuzaa matunda. Hata hivyo, hatupaswi kuwa wazembe. Uvumilivu wa Mungu si ruhusa isiyo na kikomo ya kutenda dhambi, bali ni mwaliko wa huruma wa kubadilisha mioyo yetu na kuzaa matunda kwa wingi. Tunapoendelea na safari yetu kuelekea Pasaka, tuombe kwamba kipindi hiki cha Kwaresma kiwa kwetu wakati wa toba tuimarishwe katika imani na tuzae matunda yenye upendo na utakatifu katika familia zetu, jumuiya zetu na kwingineko. Mungu atubariki.